Assalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuhu ndugu mtazamaji wa, wa Naso TV. Alhamdulillah leo ni yaumul idi, siku ya idi, tumeswali salama katika viwanja vya Madenge hapa Temeke jijini Dar es Salaam. Naam, nimekutana na, na Sheikh Bashir. Sheikh Bashir, asalamu as asalamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, khairu shekhe, alhamdulillah, Eid mubarak, taqabbala Allahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu 'am wa antum bi khair, amin amin ya rabbal alamin. Shekhe, leo umekuja kuswali katika viwanja vya Madenge hapa Temeke, ni unawashauri nini Waislamu ambao hawajaswali katika siku hii ya leo ya Eid hawajapata ibada ya Eid? Uh, kwanza sisi ambao tumeswali tumshukuru Allah tabaraka wa taala sababu so, leo ni yaumun nahar bi maana siku ya kuchinja, na kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala tumefanikiwa kuswali na sisi katika siku hii, na wale ambao hawajaswali kwa mujibu na taratibu ambao wamezifuata kulingana na maelekezo ya viongozi walio e, yatoa kwao, bi maana wataendelea kufanya hivyo, lakini pia wajitahidi uh, kufikiria na kuangalia eh, kwamba kuna umuhimu sasa, baada ya miaka inayosonga mbele, kuna umuhimu wa kwenda sambamba asilimia tisini hasa kwa Waislamu wote kwenye hii idi kubwa, kusiwepo na eh, makundi mawili katika eh, nchi moja, yani bimana, isiwepo watu wanaechelewa kuswali Idi al-Adha na wanaochelewa wanaowahi, e, kuswali na, na watu wote waswali katika kipindi kimoja, na swala hili la kuswali leo wanaswali hawa, kesho hawa, limekuwa ni kubwa sana na kila idi. Mimi mwenyewe natamani sana siku moja tuswali kwa wote, lakini imekuwa haiwezekani. Unafikiri chanzo kikubwa ni nini mpaka watu wanakuwa wanapishana namna hii? E, katika upande wa chanzo, kuna masala mazima ya kitaaluma kwa wanawazuoni wetu waliotutangulia ambalo, ambayo yanazungumzia kuhusu utofauti wa mwandamo wa mwezi. Hii ndio chanzo kikubwa. Lakini kuna uwezekano mkubwa wa chanzo cha pili ni kwamba e, misimamo ya wanawazuoni katika nchi husika. Kama wanawazuoni kwenye hichi chanzo cha pili wakaamua kukiondosha. Kwamba misimamo yao e, wakaona kwamba kuna uhaja sa kuna haja ya kuchukua msimamo mmoja. Tukakubaliana kwamba kuna haja ya kuchukua msimamo mmoja, kwamba tutachukua tuna swali wakati wowote wa au muda wowote pale mwezi unapokuwa umeonekana. Bimaana hii tofauti ya mara ya pili itakuwa imeondosha kwa sababu ya makubaliano na utaratibu walioungana wanawazuoni. Ndiyo, na tume tumekuwa tukishuhudia sana ni mapishano, mpaka inakuja inakuwa, inakuwa ni ugomvi. Wanafanya minakasha na mashehe wakubwa wameona wa wakipishana katika swala hili. Leo wanaswali hawa, kesho wanaswali hawa. Ni jambo gani ambalo likifanyika ama au likifanyika katika nchi hii, hili swala litaisha na tutakuwa tunafanya ibada kwa pamoja. Eh, nukta ya msingi nilianza kuiashiria mwanzo kwamba hawa wanawazuoni, yani, katika upande wa mazingira yote ya misimamo wale wanaoona kwamba e, mwandamo ni sehemu yoyote ukiandama mwezi bimaana, sisi tunaanza kuhesabu tarehe, na wale wanaoona kwamba e, mwandamo tutakaozingatia ni mwandamo wa nchi yetu, wakikaa pamoja, kwamba kuondosha hii aibu ndani ya nchi moja kuwa na utofauti wa watu wanaswali hivi na hivi ni jambo ambalo linawezekana, hata kama kuna e, maelezo ya wanawazuoni nyuma yanayosema kwamba watu wanaweza wakazingatia kila mmoja akazingatia mwandamo wa mwezi kulingana na nchi husika, lakini tatizo hili linamalizwa na viongozi kwamba wao wakikaa, wakiamua kwamba sasa tunakubaliana utaratibu uwe ni huu, hasa hasa e, katika kipindi cha Eid al-Adha ni muhimu kuliko kawaida yanasema, ni muhimu kuliko kawaida kwa sababu e, Idi hii kila kitu kwa wale ambao wako nje na, viwan, na maeneo ya e, inakofanyikia hija, yani vitu vingi tunafanana, yani asilimia tisini na tisa vyote tunafanana na kule, kwa hiyo ni lazima tuige ratiba zote na utaratibu wote wa